Vita vya rohoni. Mungu hakutuumba tuje tupigane vita, hapana. Mungu alituumba tusimame katika utofauti wetu na tuweze kusaidiana kama kitu kimoja, ambayo kinatoka katika nyumba moja. Leo hii binadamu wanapigana vita kwa ajili ya vitu mbalimbali mbali. Vita hivi vimetokana na wale ambao walitaka kukua kama vile Mungu. Kumbuka unapozaa watoto kuna wale watoto ambao wana rebel na wanapo rebel, unapata unaanza wanaanza kutatizana, and baadaye wanapata vya kwao, aidha wanaangamiza. Kuna wale mpaka wanaangamiza wazazi, ama kuna wengine wanajitenga kutoka kwa wazazi kwa ajili ya tabia ama mikakati ama vitu fulani fulani. Kumbuka katika hii maisha tuko na free will. Katika maisha Mungu alipotuumba hakutuumba tuje tutatize yale yaliyoumba no alituumba tu, tuje tu acknowledge na tuthamini yale ambayo ameumba Mungu. Hakutuumba tuje tumuinamie, tukimlilia tukimpigia no, kwa sababu alituachia DNA yake ndani yetu Kun, katika utofauti wetu ndio tunasimama katika yeye. So wakati hizi uh, religion sijui mwingine anatoka na hii mwingine anatoka na hii ama wakati hizi entities ambazo zimeshikilia anga zinapochukua ushukani, unapata kunaingia vita vya rohoni. Wale watu ambao mnaenda mnamlilia Mungu, mnamlilia sijui nataka here there, bla bla bla bla. God has answers to your prayers, na yeye anajibu kwa wakati ambao inahitajika, si kwa wakati wako. Maana akijibu kwa wewe vile unavyotaka kuenenda, utatatiza wengine. Wengi wetu huwa tunataka majibu yakuje wakati tunahitaji kujionyesha kwa watu, wakati tunahitaji ku make a, a point to people but Mungu analeta kitu kwa wakati ambao unaita si wakati ambao wewe mwenyewe unahitaji. No, analeta when it is the right time. So dunia imefanya watu wamekuwa ni kama watumishi kwa watu ambao hata hawana manufaa. leo hii, kuna uh, watu wanang'ata souls za watu kupitia religion, kupitia religion spirituality. Kuna wa, waalimu wa rohoni ambao walishuka ardhini ambao walifundisha watu, na kupitia hiyo hawakutaka kuabudiwa, walitaka kuwafundisha kupata Mungu ndani mwenu. Lakini kupitia hiyo njia, kuna entities zikachukua ushukani na kufanya majina ya hao walimu ambao wanaabudiwa leo hii, ili kung'ata souls za watu. Ndio maana unapata mtu amemaliza maisha yake hapa ardhini, badala ya ku ascend to go back to the source, anang'atwa katika anga, ana reincarnate hapa. the more souls these people achieve, the more Uh, humiliation watu wanapata. Watu wanaendelea kukabwa na kutumika. So, that's why in this new age ama katika hii maisha kupata ndoto za kutoka from the source to you inakuwa ni ngumu because kuna entities ambazo zinakaba anga. The more mnaingia katika uh, religious flani flani ama spirituality flani flani those, those entities Kupitia hiyo njia wanakaba souls za watu na wakikaba souls za watu they start using those souls. Unapata anga ikisimama inasimama kwa sababu, kwa ukubwa, kwa sababu they have harvested souls of people. So unapata hata ukiota ndoto you are not going back to the source, you are going back to that entity na inazidi kukutumia. Unadhani you are into spirituality, kumbe unatumika. Mungu hakukuumba umuinamie, umpiganie, umlilie, sijui mfanye. No, Mungu alikuumba uacknowledge alichoumba, utamini, na akakupa uwezo pia wa kuumba, akakupa uwezo wa kuzalisha na kuzaa akakupa uwezo wa kutumia ubaya wako na uzuri wako kwa kukaa na wengine kwa mema. Kumbuka you have your shadow side and your lighter side. Your shadow side inasimama wakati wa hatari. Your lighter side inasimama wakati unakaa na wenzako. Ikiwa utatumia your shadow side too much, utapata, unaacha mikosi, unaacha vifungo, unaacha matatizo katika jamii, maana utamanipulate wengine. So kuna entities ambazo zina grab souls za watu ama zina harvest souls za watu. Mnadhania mko kanisani mnaimba mawimbo pale mkiimba oh kumbe your soul is being taken and that's when unasikia sijui siku za mwisho kuna wale watakuja, sijui watafanyika nini, vitu kama hivyo. The system system will change, and when the system will change, there are entities ambazo zitakuja zijifanye kuwa ni uh, ni Mungu, ni ABCD zinataka vitu eh, na hivi na hivi na hivi. God cannot build something to destroy it. God can only build something for everything to be okay. Kama Mungu alikuwa ni wa kuharibu hii dunia Angeanza na Adamu na Awa, kama vile huwa mnasikia stories za Adamu, na angeharibu hangewaweza. Kukaa, hawangeweza kukaa mpaka generation iwe leo hii, angeharibu. Lakini alipenda kwa kitu ambacho ameunda, akakithamini, akakiachilia. So wale ambao wanaharibu dunia hii, they are fallen entities ambazo ziliingia katika ardhi hii, na mmewainamia mpaka leo, na ndio maana nguvu bado wanapata mpaka leo. I hope